Mbono jaini ambacho kunishika, mbono jaini ambayo unakuanga na nyumba ya mabati. Yaani ukiniangalia hivi kutoka juu mpaka chini, na kakupeleka kwa cha Yanu na landlord, na nyumba ya mabati. Hapana, hakuna cha babe. Leo ilikuwa ni siku ya kuboma hizo nyumba zetu, zetu za matope zifanywe renovation. Hmm? Kila mtu ameenda amechukua mavi ya ng'ombe amepeleka, ishafanywa renovation. Wewe kwako tu ndio kumebaki ni nini, shia nini, sikwani kwako sini kwako. Bwana Olalo amesema ukirudi upeleke mavi ya ng'ombe wabome hiyo nyumba yako. Ama ujitafutie penye utafanya renovation mwenyewe ama usirudishwe deposit ya yes. 50 bob. Chaguo ni lako. Ah. Chaguo ni lako ama? Nimeshika kwa nini eh? si we upendi watu wako, wanaishi ni masikini <laughs> we kwako naweza soko ukuta, niingie usiku, unaniambia ati nini? <laughs>